Yes wanasawa sawa digito, niko hapa na habari ya huzuni au ya e, tukio ambalo limeweza kutokea na limeweza kushtua watu wengi. Sasa sa, e, watu wengi sana kutokea hapa Tanzania, lakini pia e, sasa chama cha mapinduzi CCM lakini pia CHADEMA bila kusahau ACT Wazalendo na jeshi la polisi wamelaani vikali kabisa shambulio dhidi ya katibu mkuu wa Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania yaani TEC ambaye alifahamika kwa jina la Padri Charles Kitima ambaye aliweza kutokea siku ya Aprili 30, e, katika eneo la Kurasini jijini Dar es Salaam. Sasa Padri Kitima aliyeshambuliwa na watu wawili kwa kupigwa na kitu, kitu butu kichwani na kwa sasa anaweza ku e, alikuwa anapatiwa matibabu katika hospitali ya Aga Khan. E, CCM pia e, kupitia mkuu au Balozi Emmanuel Nchimbi, eh, kimetoa kwamba salamu za pole na ku, eh, kutaka kwamba uchunguzi wa haraka ili wahusika wachukuliwe hatua kali. Lakini pia TEC pia imetoa tamko la kulaani shambulio hilo likisisitiza kwamba umuhimu wa uchaguzi eh, wa wazi kabisa na ha wa haraka uweze kufanyika. Sasa Jeshi la Polisi limeweza kuthibitisha kuweza kumshikilia mtu mmoja ambaye anafahamika kwa jina la Rauli Mahabi kwa mahojiano kuhusiana na tukio hilo ambalo limekwisha kutokea, lakini pia chama cha ACT Wazalendo kimetaja tukio hilo kuwa eh, lina eh, linashtua, lakini pia kutishia usalama wa viongozi wa dini na wananchi kwa ujumla lakini pia kikitoa wito wa serikali kuchukua hatua madhubuti ili kuweza kulisimamia swala hilo. Sasa wadau wote ambao wameweza kuungana kulaani vishambulio hilo na kutoa kwamba wito kudumisha amani, mshikamano, lakini pia kuweza kuheshimu viongozi wa dini. Mara baada ya eh, bwana askofu huyo eh, pad, eh, kuweza ku, ku, ku, ku, ku, ku, kushambuliwa kusambuwa, eh, lakini pia ni, ni, ni, tunasema ni mkuu wa baraza la maaskofu Katoliki Tanzania aliweza kushambuliwa na kupigwa na kitu butu ambacho kinakuwa kinasemekana hivyo, lakini mara baada ya tukio hilo kinachotokea niko na huyu ni, ni, kiongozi kutokea pale CCM ambaye pia sasa ni makamu mwenyekiti wa CCM bara, e, a, ameweza kupia kup... alisema kwamba nimepokea kwa masikitiko taarifa ya tukio la e, eh, halif, eh, halif eh, dok, de, Daktari Kitima katika ofisi za baraza la maaskofu. Natoa pole zangu na kulaani kitendo hiki. Polisi wafanye uchunguzi wa kina kubaini wahusika na kuwachukulia hatua kali za kisheria. e, Bwana Steven Wasila ndiye ambaye alikuwa amezungumza swala hilo, ambaye tunajua saizi ni makamu mwenyekiti wa CCM kutokea hapa Tanzania bara. Yapi maoni yako kuhusiana na tukio hili? Komenti yako itakuwa ni muhimu sana. Sisi ni Sawa Sawa Digital, habari kiganjani mwako.